Mbunge wa jimbo la Handeni Vijijini, Mboni Mhita, amewataka wenye viti wanaosimamia miradi iliyo chini ya mfuko wa jimbo kuhakikisha kuwa na matumizi sahihi ya fedha hizo. Amesema fedha hizo ni kwa ajili ya kuchochea miradi ambayo ilishaanza na sio mipya, hivyo sharti la kuhakikisha fedha zinatumika kununulia vifaa vya dukani pekee. Eh, mfuko wa jimbo tunapotoa ni kwa ajili ya kununua vitu ambavyo ni vya madukani, viko vile ambavyo tunapata sisi wenyewe ziko nguvu kazi, maana haiwezekani mfuko wa jimbo tuseme, <coughs> hapana, arobaini eh, tulimlipa fundi. Hapana, hiyo, huo sio utaratibu eh, kuna utaratibu ambao mheshimiwa. Eh, kuna utaratibu wa usafirishaji halmashauri wanaosafiri pale, eh, kama kuna swala la kwenda kununua mabati eh, au vitu vingine hamwezi eh, kusema kwamba tumetoa kiasi fulani katika mfuko wa jimbo ili tununue mabati au tusafirishe mabati mabati sawa, tunanunua kwenye mfuko wa jimbo, lakini kusafirisha ni heri muwasiliane na halmashauri <coughs> nyiwe mtasaidia labda mafuta tu, ela ya mafuta, lakini ni, ni, ni vyema pia, kwa sababu tumeona hiyo changamoto kwenye baadhi ya kamati, bora muweze ku-, ku, ku kipata hilo fungu, muweze kuuliza taratibu na kanuni na sheria ya matumizi ya fedha zinazotolewa na mfuko wa jimbo. Baadhi ya wananchi waliongea na Mwananchi Digital walikuwa na haya ya kusema kuhusu fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa Msisi na mwenyewe ametuthibitishia kwamba ana karibuni mwaka bado hazijafika, na wakati, kwa ufahamu wangu mimi, halmashauri pana usafiri wa magari na mpaka hivi leo bado hazijafika, ina maana kwamba wanaumia ni wananchi wa kwa Msisi. Je, majipu hayo utawatumbua vipi?